Sisi kama TBL leo tumeamua kufanya siku ya, ya kujumuika na wanahabari. Tunaita TBL Media Day ambayo tumeifanya leo Ijumaa tarehe 23 mwezi wa 5 hapa ofisini kwetu Ilala. Lengo kuu la hii siku ni kuweza kuboresha mahusiano, lakini pia kuweza kufanya kazi kwa karibu zaidi na media houses zetu. Kikubwa sana tulichofanya leo, tumeweza kueleza mchango wa TBL kwenye mnyororo mzima wa thamani, yani tunamaanisha kuanzia mashambani mpaka kwenye utengenezaji wa bidhaa zetu viwandani, lakini pale ambapo mauzo ya bidhaa zetu yanafanyika sehemu mbalimbali hapa nchini. Na kingine tulichogusia kikubwa ni kuhusu uh, mchango wetu kwenye uchumi wa nchi. Uh, sisi kama TBL uh, tunajionea sana fahari kuwa wachangaji wazuri sana wa kodi. Kwa mfano tumetoa mfano kwamba kwa mwaka jana peke yake tumeweza kuchangia kodi kwa serikali kwa zaidi ya shilingi za Kitanzania bilioni 650. So ni kitu ambacho tunajivunia sana, lakini tunaamini kama TBL pekee tusingeweza kuchangia kiasi chote hicho, lakini tunafanya hivi kutokana na mazingira bora kabisa ya biashara yanaendelea kuwekwa na kuboreshwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kingine tumeweza kugusia uh, mahusiano yetu Uh, na wakulima wetu ambao wanatupatia uh, malighafi bora zaidi ambazo tunaita ni, ni uh, maize sorghum pamoja na bali. Um, tuna wakulima au tuna mtandao wa wakulima zaidi ya elfu nne mia tano nchini Tanzania na ni hawa wakulima wanaotuwezesha sisi TBL kuwepo mpaka um, hapa tulipo. Uh, kwa historia tu tumekuwa nchini Tanzania kwa zaidi ya miaka 92. Kwao unaona ni kampuni ambayo imeweza kuwepo, imeanza, imekuwa, ipo na inaendelea kuwepo. Na tuna tengeneza bidhaa bora kabisa ambazo zinapendwa na Watanzania, na tunashukuru sana Watanzania kwa sapoti kubwa wanaendelea kutupa. Lakini kitu kingine kikubwa ambacho tunajivunia ni kuendelea kuwepo Tanzania na kuendelea kuweka uwekezaji hapa nchini Tanzania, kwa sababu pia tumeanzisha kiwanda cha kuchakata shairi kilichopo pale mkoani Kilimanjaro, ambapo kiwanda hichi kitakuwa kinatengeneza kimea. Kwa hiyo tunaweza kabisa ah uh, tumeweza kabisa kuwekeza nchini Tanzania, lakini tumeweza kuwezesha upatikanaji wa kimea hiki ambacho kilikuwa kinatoka nje ya nchi. Sasa tumeweza kuwekeza hapa Tanzania na kuweza kutengeneza hiki kimea hapa nchini Tanzania. na fursa ya ujasiriamali kama TBL ambao tunaita, inaitwa Accelerate Program, hii ni fursa ambayo vijana wanaweza au watu wote wale wanaweza wakaja na waka, tutakuwa tunadirisha la maombi tutalifungua na watu wanaweza wakaleta maombi yao, tunatafuta a um, tuna kama ni kama product za za ubunifu ni kitu gani cha kibunifu unaweza kukifanya wewe, kama Mtanzania, wewe kama kijana wa Kitanzania, unaleta maombi yako TBL, halafu tunaweza kuingia kwenye mchanganuo na tukapata mshindi ni nani. Kwa hiyo, na haijajikita kwenye sekta moja, unaweza kuwa kilimo, inaweza kuwa kwenye mambo ya energy, inaweza kuwa kwenye mambo kadha wa kadha, lakini dirisha litafunguliwa na tutajulishwa ras, uh, uh, rasmi pale ambapo mchakato huu utaanza kufanya kazi uh, kutokana na uwekezaji tuliofanya uh, matumizi ya malighafi kwenye kampuni yanazidi kuongezeka, na hili ndo lengo kuu uh, la kampuni kwa sababu pale unapofanya uwekezaji, unataka kurudisha impact kwenye value chain. Uh, moja ya impact ni kwamba kuwe na ongezeko uh, la wale watu ambao wanakupatia malighafi. Sasa tumewekeza Moshi Uh, na tutaongeza tuta kuchukua hii malighafi ambayo ni shahiri kwa, labda lengo letu au kauli mbiu yetu, labda kwa wakulima, kwa watu ambao tumekuwa tushikiana nao ni kwamba tutakuwa tuta, kuwa, tuna, tuta reach out, ili kuweza kufanya mazungumzo na mnagani unaweza ukaendelea kutusuplia um, shahiri kwa ajili ya kutengeneza kimea au kuchakata kimea pale mkoani Moshi.